Unakuta mnafanya uh, um, usaili si ndio? kwa mm, hatua zote, hatua ya kuandika, vitendo na mahojiano. Kwa mwisho wa siku unakuta hata ile hatua ya mwisho watu wote wanapanda wa select. Juzi niliona uh, kwenye di, uh, Uongozi Institute uh, kwenye communication officers watu almost walikuwa walu, walu, wanafanywa interview walikuwa ni kama kwenye oral ndio finali walikuwa kama nane lakini wote wanakuwa na no select. Sasa je, pale ni inakuwa re-advertised tena au kuna kwa mchakato hata wageni nyingine inachukuliwa tena, baada ya kufika hadi finali na kupata hajapata kile ambacho mnakitaka? Uwepo wa Secretariat ya Ajira ni kupeleka kilicho bora mm -hmm. Sawa kwa mwajiri, sio tu kujaza nafasi mm -hmm. tunapeleka kilicho bora kwa mwajiri. Kwa hiyo kwa mfano hata tukiwaita watu elfu moja nikaja kwenye usaili na awali nilikwambia, hatupimi mtu na mtu, tunapima mtu na yale maswali tunayomuuliza. Kwa hiyo ikitokea wote mkashindwa kufikia alama za ufaulu, wote tutawaandikia kwamba mmefeli na lile tangazo tutatangaza upya, na ndio maana mara nyingi unaona tunasema readvertisement, matangazo mengi tunarudia. Kwa hiyo tukiona tumerudia, maana yake tumekosa uh, watu wa kuendelea nao, tunatangaza tena Tunazingatia ubora, hatuzingatii kujaza tu zile nafasi. Kwa hiyo sisi, hata kama umefanya usaili wetu, tunasema alama ya ufaulu ni hamsini, ukipata arobaini na tisa pointi tisa, tafsiri yake hujafika. Tutarudia tena ule usaili ili tupate kile kilicho bora. Na, na ni wasi pia, mkiona tumetangaza nafasi moja kwamba, uh, sekretariati tumetangaza, nimesema tunafanya usaili kwa niaba ya mataasisi na tuna database. Database yetu inakaa kwa muda wa mwaka mmoja, kwa hiyo ukiona tumetangaza ile nafasi moja, ni kweli kuna mwajiri ametokea anataka mtu mmoja, lakini kwa sababu watanzania wengi wamesoma, hmm. na kama nilivyosema awali, hatuna kigezo cha kuwapima moja kwa moja kwamba niende na hao watatu au niende na hao kumi. Sisi tunaamini njoo, pale utuonyeshe ujuzi wako katika hatua ya awali alafu, tutasonga mbele. Kwa hiyo jitahidi, usiseme tuna mtu wetu, wewe njoo Fanya usahili, weka nguvu. Kama hujapata kwenye ile moja, utabaki kwenye database. Tena ujitahidi uwe na ufaulu wa juu mm, sababu mfumo unapanga kwa ufaulu, alipata mia mpaka mwisho. Kama mnavyoona kwenye usahili ule wa kuandika, ndio unapanga vile vile. Kwa hiyo jitahidi, nafasi moja ikitoka, hujapata ile moja, angalau uwe wa tano, ili nafasi taasisi nyingine ikija, unaenda kwa urahisi, na database yetu inakaa mwaka mmoja tu. Yeah.